Tatu, mbili. Watu watano ambao ni madereva bodaboda wamefariki dunia papo hapo baada ya kugongwa na roli feli breki eneo la Dodoma Makulu jijini Dodoma usiku wa kuomkia leo. Roli hilo aina ya fao lenye namba za usajili T 824 DKS lilikuwa linatokea kwenye barabara inayotokea Chuo Kikuu cha Dodoma yani Yudo ambako lilifeli breki na kwenda kuparamia kijiwe cha bodaboda cha Amani kilichopo kando ya barabara hiyo na kusababisha maafa. Akizungumzia tukio hilo, Kamanda wa Polisi Mkoa wa Dodoma, Gallus Hyera amesema tukio hilo lilitokea jana Desemba 11 mwaka 2025 majira ya saa mbili na nusu usiku ambako katika ajali hiyo mtu mmoja alijeruhiwa ambaye ni utingo wa roli hilo lililosababisha ajali. Kamanda Hyera amesema pamoja na maafa hayo, athari nyingine iliyosababishwa na ajali hiyo ni uharibifu wa pikipiki za vijana hao pamoja na kuharibiwa kwa ukuta wa uzio wa nyumba iliyokuwa karibu na barabara ambayo uligongwa na lori hilo. Na nukuu, eneo hilo la barabara lina mteremko mkali, hivyo madereva ni lazima waendeshe mwendo wa tahadhari ili inapotokea changamoto yoyote waweze kuepusha maafa yanayoweza kuzuilika tofauti na wanavyokuwa kwenye mwendo mkali, amesema kamanda Hyera. Amesema kutokana na eneo hilo kuwa la hatari kwa waendesha vyombo vya moto na watembea kwa miguu, jeshi la Polisi litaimarisha usalama katika eneo hilo, wakati mamlaka nyingine kama Tanroads wakifanya jitihada za kuepusha ajali zaidi katika eneo hilo. Akizungumza kwenye eneo la tukio mkuu wa wilaya ya Dodoma mjini Jabiri Shekimweri amesema watazungumza na Tanroads ili waweke matuta katika eneo hilo kwa ajili ya kuwawezesha madereva kupunguza mwendo kutokana na eneo hilo kutokea ajali mara kwa mara. Na nukuu, inaonekana gari hili lilipata hitilafu, kwa hiyo dereva alishindwa kulimudu na ndio maana liliacha njia na kwenda kuwaparamia vijana wetu na kusababisha maafa, inabidi tuweke matuta katika eneo hili ili kudhibiti mwendo kwa naopandisha na wale wanaoshuka kwa ajili ya usalama wetu, amesema Shiki Mweri. Amesema madereva hao walikuwa wamepaki pikipiki zao nje ya barabara, lakini kutokana na roli hilo kufeli breki ili wafuata na kusababisha maafa yaliyotokea. Mmoja wa mashuhuda James Tuisime amesema alisikia kishindo kikubwa kutokea maeneo ya barabarani ambacho hakikuwa cha kawaida kilichoashiria kuna tatizo, na alipofika kujua kinachoendelea, alikuta ajali hiyo mbaya ambayo hakuitegemea. Na nuku wote waliofariki walikuwa ni vijana wetu ambao huwa wanatuashia tunapokwenda. Leo ajali imewakatisha uhai wao, kwa kweli tunasikitika sana, amesema Tuisime. Naye Happiness Richard amesema lori hilo lilikuwa linapiga honi mfululizo barabarani kuashiria kuna tatizo, lakini lilipofika kwenye kona lilishindwa kukata kona, hivyo liliacha njia na kwenda kuwagonga madereva bodaboda ambao walikuwa wanasubiri abiria kwenye kijiwe chao. Hiyo ni ajali ya tatu kutokea katika eneo hilo Dodoma Makulu, ambazo zimegharimu maisha ya watu ikiwemo waendesha vyombo vya moto na watembea kwa miguu. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa ajili ya taarifa nyingine zaidi. Mimi ni Jese Tunuka wa Mwananchi Digital.